Wakuu wa majeshi kutoka Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na uongozi wa wapiganaji wa kundi la M23 wamekubaliana kupunguza mvutano ili kuwezesha suluhisho la amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC. Katika mkutano uliofanyika mjini Goma jana Ijumaa Machi 28, 2025, pande zote ziliahidi kuheshimu usitishwaji wa mapigano na kuondoka kwa vikosi vya Sami DRC bila masharti yoyote. Wakati wa mazungumzo, pande husika zilifikia makubaliano ya kuruhusu kuondolewa haraka kwa askari wa kikosi cha walinda amani wa SADEK cha nchini DRC cha Sami DRC, silaha na vifaa vya kijeshi huku wakiachana na mali nyingine za kijeshi za FARDC. Nanukuu, timu ya AFC M23 itaratibu uhuru wa harakati za SAMIDRC kwa ajili ya maandalizi ya kuondoka kwao kulingana na kanuni zilizokubaliwa, ilisema sehemu ya taarifa ya pamoja ya pande hizo. Zaidi ya hayo, walikubaliana kuhakikisha kuwa M23 inaratibu shughuli ya kuondoka kwa askari wa vikosi vya SAMIDRC kwa mujibu wa makubaliano yaliyofikiwa. M23 na SADC pia walikubaliana kufanya tathmini ya pamoja kiufundi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma ili kutathmini hali yake ya kufunguliwa tena. Aidha, pande hizo zilifikia makubaliano ya kufanya mkutano wa ufuatiliaji wa tarehe na katika tarehe na mahali itakapokubaliwa ili kutathmini maendeleo ya ahadi zilizowekwa siku ya jana. Mkutano huo ulihudhuriwa na maofisa waandamizi wa kijeshi na wawakilishi wakiwemo mkuu wa jeshi la ulinzi la Afrika ya Kusini, Jenerali Rusani Mapwaya; kamanda wa jeshi la Zambia, Luteni Jenerali Geoffrey Ziele, na Meja Jenerali Siford Kalisha ambaye ni mwakilishi wa mkuu wa majeshi wa Malawi. Wengine waliohudhuria ni pamoja na mwakilishi wa mkuu wa majeshi wa Tanzania, Meja Jenerali Ibrahimu Michael Mhona na mkurugenzi wa kitengo cha siasa, ulinzi na usalama cha SADC Profesa Kula Theresane. Kwa upande wa wapiganaji hao wa M23 uliowakilishwa na Meja Jenerali Sultani Makenga ambaye ni mratibu wa kijeshi wa AFC na mkuu wa majeshi wa ARC, pia AFC imewakilishwa na Brigedia Jenerali Bernard Biamungu, naibu mkuu wa majeshi wa ARC na bahati Musanga Erasto ambaye ni gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini waliohudhuria katika mkutano huo. Mkutano huo umefanyika zikiwa zimepita wiki mbili tangu SADC kutangaza rasmi kumalizika kwa mamlaka ya SAMIDRC nchini DRC na kutoa agizo la kuondoka kwa awamu kwa vikosi vyake kutoka mashariki mwa DRC. Uamuzi huo ulitangazwa katika mkutano maalum wa wakuu wa nchi za serikali ulioongozwa na rais wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya hiyo kwa sasa. Mkutano huo wa ngazi ya juu uliofanyika kwa njia ya mtandao uliwaleta pamoja wakuu wa nchi, wawakilishi wa serikali na mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi 14 wanachama wa SADC ili kujadili hali mbaya ya usalama iliyopo mashariki mwa DRC. Wakati wa mkutano huo viongozi waliwasifu wanajeshi wa SAMIDRC kwa ujasiri, ustahimilivu na kujitolea kwao, lakini wakasitiza haja ya hatua za haraka za kibinadamu, huku wakiitaka Umoja wa Mataifa, UN, Umoja wa Afrika na wadau wengine wa kimataifa kuongeza msaada kwa jamii zilizoathirika na nukuu. Mkutano ulitoa wito wa kulindwa kwa uhuru wa harakati kwa raia wanaotafuta usalama na kwa pande zote kuheshimu kanuni za kimataifa za kibinadamu, kuacha kushambulia miundombinu ya raia na kuhakikisha ufikishwaji wa misaada ya kibinadamu bila kikwazo ilisema sehemu ya taarifa ya mkutano huo wa Machi 13 mwaka huu. Mkutano huo ulielezea hofu kubwa kuhusu kuongezeka kwa ghasia mashariki mwa DRC, hususan ni kutekwa kwa mji wa Goma na Bukavu na makundi yenye silaha, pamoja na kuzuiwa kwa njia kuu za usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Licha ya kutambua kujitolea kwa sadaka kwa wanajeshi wa SAMIDRC, mkutano huo uliona haja ya mkakati mpya wa kutatua mgogoro huo. Sadeki ilirejea dhamira yake ya kuunga mkono juhudi za muda mrefu za kurejeshwa kwa amani nchini DRC. Mkutano huo ulisisitiza umuhimu wa suluhisho la kisiasa na kidiplomasia, likihimiza ushirikishwaji wa wadau wote wa serikali na wasio wa serikali katika kurejesha utulivu nchini humo. Sadeki pia ilitamka wazi nia ya yake ya kuendelea kuunga mkono mchakato wa amani wa Luanda na Nairobi na uamuzi uliofikiwa kwa pamoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC. Jumuiya hiyo ilikaribisha azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 2773 na na ambalo linaweka msingi wa mchakato wa amani wa kudumu kwa kushirikiana na mashirika ya kikanda kama Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati, ECCAS, na Jumuiya ya Kimataifa ya Maziwa Makuu, ICGLR. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi. Kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.